Mnasema nyie ni serikali ya viwanda kwenye viwanda mlitenga bilioni tisini, pesa ambazo zimekwenda zimetolewa na serikali kwa ajili ya maendeleo ya viwanda ni bilioni tano nukta nne, asilimia sita peke yake. nowanda mnasema cherehani tano ni viwanda? Kwa sababu kama bilioni tisini mmetenga, mnapeleka bilioni tano nukta nne, kwa nini msiseme kiwanda cha cherehani ni kiwanda na gongo ni kiwanda? Kwa nini msiseme hivyo? Mwenyekiti, kwenye kilimo, kilimo kinaajiri wa Tanzania asilimia sabini, kinatoa chakula kwa Watanzania asilimia mia moja, kinatoa mali gafi za viwandani asilimia 80. Mmetenga bilioni 98.1, zimekwenda bilioni 42. Waziri wamejua, kila siku wakisimama ni kutukana Chadema, mnapiga makofi, mnasahau matatizo yaliyowaleta Taarifa elimu, mwenyekiti. Elimu tangia kuwepo na elimu bure, mwenyekiti, enrollment kwenye shule ni asilimia 17, lakini la miundombinu ni asilimia moja peke yake imeimprove.